kenya wengi wanataka hazina ya NG-CDF iendelee kuwepo katika ngazi ya maeneo bunge. Kauli hii imetolewa kwenye vikao vya kukusanya maoni kuhusu iwapo hazina hiyo inafaa kutupiliwa mbali au kuendelea kufadhiliwa na serikali. Michael Mutinda ana taarifa. Mseto vikao vya wakenya kutoa maoni kuhusiana na hatima ya hazina ya NG-CDF na ile ya ngafu vimeendelea katika maeneo bunge mbalimbali kote nchini. Katika eneo bunge la Mbooni, kaunti ya Makueni, wenyeji walijitokeza kwa kiwango kikubwa kukutana na maafisa wa bunge hukuwa waliozungumza wakipinga vikali uwezekano wa kuondoa zina hizi na aswaile ya NG-CDF, wanayosema imeleta maendeleo maeneo ya mashinani na kuwapa fursa ya elimu watoto wanaotoka jamii maskini. Tunaona CDF ikiweko watoto wanasoma wa kike na wanaume. Au watoto wasipokuwa shule nitapata kazi kubwa kwa development kwa sababu wa watoto wa hawaendi shule you are lover of your country if you take away women if you take them away you are not building your your nation you are against your nation ukienda kutoka kwa sublocation na usonge mpaka constituency level utapata kazi, unaweza sema hii imefanywa na mjumbe kupitia CDF. Utafanya kazi utaweza kusema hii nayo imefanywa na women representative ngafu. Kwa hivyo kwa kivupe mbila hata karibu wakati, mwanaume mwenye anasema hii pesa itolewe kwa CDF ametusoea sana ifo kwa kivupe mbila hata kwaribu wakati Mwanaume mwenye anasema hii pesa itolewe kwa CDF ametusoea sana, wa Kenya kila wakati akitaga, anatuambia twende pande hii, tunaenda pande hiyo. Wabunge wakitarajiwa kutumia maoni ya Wakenya kuunda sheria ya kuhakikisha zina hizi zimo ndani ya katiba. Sasa tunaenda Kenya zima kila constituency tukiongea na watu wetu, sababu hiyo pesa ikitoka kwa national government inakuja kwa national government CDF inaingia kwa watu na hao watu wako na sovereign power. Aa, na hii ni wakati wa kuongea na wao ndio wawe wanaweza kusema wana support ama wanakataa hiyo mambo ya National Government CDF. Katika eneo bunge la Eldas, kaunti ya wajia, wakazi walijitokeza kwa wingi kupinga vikali hatua ya kuondoa hazina hiyo, wakisema NG-CDF imetekeleza miradi muhimu kuliko serikali ya kaunti. Wametaka serikali kuu kuongeza mgao wa fedha kwa hazina hiyo. Bila CDF hakuna hata shule moja itachengwa, heria hii kwa hivyo maisha bila bila elimu ni kama kitu aidu, haina aina muhimu yote. Kwa hivyo mimi nasema kwa niaba yangu kama na wale wazee naongoza, na hawa si defawekwe katika katiba ya Kenya wanapata primary inakaa kama university, wanapata police station, ato wanaishi uniboto, wanaishi hema, wanaishi grofa, wanapata kila kitu saa hii ni permanent, na hiyo yote tulipata kupitia CDF. Sisi haba tukiwa wakaji wa haba elders, bila CDF, kusema kweli Hatukona inafanya maendeleo. Na katika akaunti ya Kitui, wa kazi kutoka sehemu tofauti tofauti za Mwingi Kaskazini walikuwa na msimamo huo huo kwamba hazina hiyo isiondolewe. CDF imetusaidia hasa upande wa elimu, watoto wetu kutoka, wakati tulipoanza kuona pesa ya CDF watoto wetu wamesoma sana, kutoka university mpaka masomo ya chini I fund inasaidia wananchi wa kawaida, inajenga mashule ambayo eh, government iliacha kujenga mashule kutoka kitambo. Over the last almost 20 years, 30 years, CDF imejenga mashule mengi sana, imejenga maofisi za machief. Serikali kuu siku hizi haitumi pesa hata ya kujenga ofisi ya OCS. Michael Mutinda, Runinga ya Citizen.